Hiki chuo kinafanyiwa maboresho ya bilioni 32. Zaidi ya majengo yaliyokuwepo yanajengwa majengo mengine Siu, ya bilioni 32 sio jambo dogo, na kwa sababu nampongeza mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa sababu chuo hiki kilikuwa kidogodogo, na nyewe wenyewe mnajua, nataka na niwaambie niwambie, nataka niunganishe naii, wana Malya Jipangeni vizuri, huu mji unakwenda kubadilika, tutakuwa na wageni hapa, kutakuwa na timu za mpira miguu. Hapa panajengwa viwanja vitatu, kimoja kikubwa chenye uwanja wa riadha na vingine viwili vya mpira miguu tu, viwanja vitakavyoruhusu timu zozote kutoka popote duniani kuja hapa kwa ajili ya mazoezi kama eneo lililotulia usafiri wa treni upo tena, sijala wanakuja hapa, wanatulia. Jipangeni kujenga hoteli, jengeni nyumba za kulala wageni, mtapata watu wengi hapa, lakini tunaweza wanachuo wengi hapa zaidi ya mia tano watakuwa na wazazi wao, watakuja, watalala watu. Jengeni hoteli, jengeni nyumba za kulala wageni. Hiyo ndio mali ya sasa ambayo Rais Dr Samia Suluhu Hassan anadhamiria iwe.